Kuna vijana wengi sana hasa kizazi cha milenia wanaotaka kuanzisha kampuni zao wenyewe. Ushauri wako ni upi? Nadhani well jambo la kwanza kabisa kulingana so na kiwango cha mafanikio unachotaka kufikia. Well, hasa kama unaanzisha kampuni mpya, lazima ufanye kazi kwa bidii sana. Uh, lazima uwe supahadi. Lakini hiyo supahadi inamaanisha nini hasa? Wakati mimi na kaka yangu uh, tulipoanzisha kampuni yetu uh, ya kwanza, hatukukodisha nyumba. Baada yake tulikodisha ofisi so ndogo, tuliokuwa tunalala kwenye kochi na tulikuwa tuna kompyuta moja tu. Tovuti ilikuwa inafanya kazi mchana alafu usiku mimi nilikuwa nikiandika kodi. Tulifanya kazi siku saba kwa wiki bila kupumzika. Kila saa tuliyoamka ilikuwa ni kwa ajili ya kufanya kazi. Na hiyo every... fanya kazi kwa bidii like, kila saa unayoweza na ukiangalia kwa hesabu rahisi tu, kama mtu mwingine anafanya kazi kwa, kwa wiki, kazi kwa saa 50 kwa wiki, na wewe ukafanya kazi kwa saa mia moja, baada ya mwaka mmoja utakuwa umefanya kazi mara mbili zaidi kuliko mtu wa kampuni nyingine. Tofauti hii ni kubwa sana na inaweza kubadilisha kabisa matokeo ya biashara yako.

Jambo la pili muhimu ni kuhakikisha kwamba kile unachokifanya, iwe ni bidhaa au huduma, basi hakikisha inakuwa ni bora zaidi. Lazima iwe bora kwa kiwango cha juu. Kama unaingia kwenye soko jipya kabisa au katika sekta ambayo haijaguswa, viwango huwa viko chini kidogo, kwa hiyo unaweza ukapenya kwa urahisi zaidi. Lakini kama utaingia kwenye soko ambalo tayari lina washindani wakubwa na waliokita mizizi, basi bidhaa au huduma yako lazima iwe bora sana, tena zaidi kuliko yao. Usije na bidhaa ya cha chini. Angalia, chukua nafasi ya mteja, alafu uone kama unaweza kununua bidhaa ya kiwango cha chini. Mteja hawezi kununua bidhaa ya kiwango kidogo cha ubora, hata kama ni mpya. Kwa nini aingie kwenye kitu kipya wakati tayari ana sehemu anayoifahamu na, na kuiamini, ambayo inaweza ikatoa bidhaa bora Lazima bidhaa yako iwe tofauti sana na yenye thamani kubwa ili kuvutia wateja. Ndio maana wajasiriamali wengi hushindwa kufanikiwa, kwa sababu wanakuja na kitu ambacho ubora wake ni wa kiwango cha chini. Bidhaa yako lazima iwe tofauti kabisa, na ni lazima iwe bora kwa kiwango cha juu ili kuwavutia wateja na kushindana kwenye soko.

Endapo utaanzisha kampuni, jambo la muhimu zaidi ni kuhakikisha unakusanya watu wenye vipaji vikubwa na wenye nidhamu ya kazi. Kwa maneno mengine, mafanikio ya biashara yako yanategemeana sana na watu ambao unajizungusha nao. Kila kampuni ni jumla ya watu wake, na mafanikio yao yanatokana na ujuzi, bidii na mshikamano wa timu. Kampuni ni kikundi cha watu waliokusanyika kwa pamoja ili kutengeneza bidhaa au kutoa huduma fulani. Kwa hiyo, kama utaanzisha kampuni, fanya kila liwezekanalo kukusanya watu bora zaidi. To, to gather great people, uh, if, if you're creating a company. Then I'd say focus on, on signal over noise. Hoja nyingine muhimu ni kutofautisha kati ya signal na noise, ishara na makelele. Makampuni mengi huchanganyikiwa hapa. Yanatumia pesa na nguvu nyingi sana kwenye mambo ambayo hata hayaboreshi kabisa bidhaa au huduma wanayoitoa. Kwa mfano kampuni, yangu ya Tesla hatujawahi kutumia pesa kwenye matangazo. Baada yake tunaweka pesa zote katika utafiti, uzalishaji na ubunifu wa muundo wa magari. Lengo letu lilikuwa ni moja tu, ni kutengeneza magari bora zaidi kadiri iwezekanavyo. Kwa hiyo kwa kampuni yoyote, jiulize mara kwa mara, juhudi tunazoweka kwa sasa zinafanya bidhaa au huduma yetu iwe bora zaidi? Kama jibu ni hapana, basi acha mara moja. And, and then, the, the is... na jambo la mwisho muhimu zaidi ni kwamba huu ndio wakati wa kufanya kuchukua maamuzi na kutumia nafasi zilizopo sasa. Kwa sasa huna majukumu makubwa, lakini kadiri unavyozidi kukua majukumu yanaongezeka: familia, watoto na watu wanaokutegemea. Ukipata familia, hatari unazochukua hazitokuhusu tu wewe peke yako, bali zitawahusu pia wao. Inakuwa ni vigumu zaidi kufanya mambo ambayo huenda yasifanikiwe. Kwa hiyo, fanya maamuzi magumu na tumia nafasi ulizonazo sasa. Jaribu kitu kipya, fanye jambo kwa ujasiri na hautajuta.